Tunaendelea na Wizara ya Mali Asili na Utalii. Mheshimiwa, uh, sasa ni swali la Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe Mjini. Swali hili litaulizwa na Mheshimiwa Neema Mgaya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa, jimbo, mbunge wa jimbo la Njombe Mjini, naomba swali lake liweze kupatiwa majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mpango wake wa kuimarisha utoaji wa huduma katika sekta ya utalii na ukarimu nchini imeendelea kuimarisha chuo cha taifa cha utalii NCT, kwa kununua nyenzo za kisasa zaidi za kufundishia pamoja na kufungua kampasi za chuo hicho katika maeneo mbalimbali nchini ili kusogeza huduma za chuo hicho karibu na wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mikoa ya nyanda za juu kusini Serikali imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kufungua kampasi mpya ambapo wizara imepata eneo la takribani ekari 27 katika kijiji cha Ikisa kata ya Uwemba, halmashauri ya mji wa Njombe. Aidha, hati ya umiliki wa eneo hilo tayari imepatikana na wizara inatarajiwa kuanza ujenzi wa kampasi hiyo hivi karibuni kadiri fedha zitakavyopatikana. Mheshimiwa Neema Mgaya. Asante sana kwa kuwa uh, wizara ndio mpo kwenye mchakato wa kutegemea kupata fedha ili mwanze kujenga, na kwa kuwa kuna taasisi nyingi sana ambazo zinalitaka hilo eneo ili kuweza kuliendeleza, je, mpo tayari kuliachia hilo eneo tukafikiria kuwapa hizi taasisi zingine kwa kuwa nyewe bado hampo tayari? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Serikali ina, inaendesha shughuli zake kwa mpangilio, na hivyo kama nilivyoeleza kwenye jibu la msingi, wakati wote tunakwenda kuanza ujenzi, na hatuwezi kuliachia hilo eneo kwa ajili ya taasisi nyingine kwa sababu tayari tulishaliingiza kwenye mpango wa kuliendeleza.